Habari za sasa hizi, watazamaji wetu, karibuni kwenye taarifa ya habari, na kama ilivyo kawaida, basi nitawasomea zile habari za kitaifa, habari za Afrika Mashariki, habari za kimataifa, pamoja na habari za biashara na uchumi, na baadaye Salama Hamadi atawaletea habari za michezo na burudani. Jina langu ni Dims Mtenga. Rais Jakaya Kikwete amesema mabadiliko katika teknolojia ya habari na mawasiliano ni miongoni mwa nyenzo muhimu ya kuunganisha watu kiutandawazi, na hivyo kuchochea maendeleo yao wenyewe na taifa kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi. unaotumia lugha kiswa ya Kiswahili, yaani Windows 7 Kiswahili interface pack. Hio ni tukio la aina yake. Rais Kikwete aliyekuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa mfumo wa kutumia lugha ya Kiswahili katika teknolojia ya habari na mawasiliano kwa njia ya kompyuta Microsoft Windows 7, uzinduzi uliofanyika jijini Dar es Salaam jana, amesema hatua hiyo ni muhimu kwa watumiaji wa Kiswahili duniani na pia itatoa fursa ya kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili. Aidha, amehusisha mfumo huo na utekelezaji wa mkonga wa mawasiliano ambao umeanza kutumika huku ukiwa umefikia mikoa 19 na, na wilaya 59 za Tanzania bara ambapo lengo ni kufikia mikoa yote ifikapo mwezi Juni mwakani. Ambapo nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki tunazidi kuhamasisha mtegamano na deepening integration, hatua hii ya leo itasaidia sana jitihada zetu hizo, itarahisisha mawasiliano na maelewano miongoni mwetu na hivyo kuimarisha mchakato wa mtangamano. Awali Waziri Menzi... wa mawasiliano, sayansi na teknolojia, profesa Makame Mbarawa, na meneja mkuu wa kampuni ya Microsoft kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika Louis Otieno walizungumzia mfumo huo ambao umetafsiriwa kwa kuhusisha baraza la Kiswahili Tanzania, huku asilimia tisini ya waliohusika wakiwa ni wataalam kutoka Tanzania. Ukama msimamizi mkuu wa masuala ya teknohama, tunaunga mkono juhudi hii iliyofanywa na kampuni ya Microsoft ya kuandaa programu hii ya Kiswahili ya Microsoft, yani Kiswahili language pack for Windows 7, here by partnering with government local private sector as well as well NGO organizations. Kampuni ya Microsoft iliyoandaa mfumo huo pia imekuwa ikitekeleza programu ya elimu kwa kushirikiana na shirika la misaada la watu wa Marekani USAID, na sasa iko katika mchakato wa kuzindua programu mpya ya matumizi ya kompyuta kwa kufundishia mashuleni.